Bado maswali yanaendelea kujitokeza nchini Tanzania kuhusu wapi aliko balozi wa zamani wa taifa hilo nchini Cuba na mkosoaji mkubwa wa serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan Humphrey Polepole, siku mbili baada ya familia yake kudai alitekwa nyumbani kwake na watu wasiojulikana. Kakake kwa jina Godfrey Polepole alisema waligundua Humphrey ametekwa jana Jumatatu baada ya kufika nyumbani kwake na kukuta milango imevunjwa nyaya za umeme na damu kutapakaa sakafuni. Polisi Tanzania imesema inafanya uchunguzi kujua aliko Polepole, lakini swali kuu linaloulizwa ni je, nani amemteka kwa nia gani, na yuko wapi balozi huyo wa zamani wa Tanzania nchini Cuba Humphrey Polepole? Maswali haya na mengine mwenzangu Amina Abubakar amemuuliza mchambuzi wa maswala ya siasa Marcel Hamdun. Ni kazi ngumu sana, kwa sababu hakuaminika kama alikuwa ndani ya nchi huyu bwana, lakini ghafla kaka yake akadai kwamba ametekwa ndani ya nyumba na amechukuliwa na nje kukaonekana kama kuna damu. Hivi sasa ni mambo, ni mambo ni, mtafaru kwa ujumla ni kwamba hata sasa ak akufahamiki vizuri yeye. Anasema polisi wanachunguza na polisi wenye wamedai wanachunguza wanafatilia kisa hiki, lakini wakitanguliza hoja kwamba e, walimwambiaje kuripoti polisi kuthibitisha madai yake, lakini alikuwa hajapatikana. Kwa hiyo wana nao wanaonekana kama hawana habari sana. Labda nikuulize hili kwamba, kwa sababu melitaja hapo swala la polisi, kulingana na taarifa iliyotolewa na polisi, maanake jana kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam Jumanne Muliro alisema uh, na wenyewe wanafuatilia, na mtu anaweza kupata picha ni kana kwamba hawajui aliko, hawaoni kama katekwa. Ikiwa fikra za kwamba ametekwa ni za kweli, atakuwa labda ametekwa na kina nani na kwa masilahi ya nani? Katika hali ya kawaida huwezi eh, kupata tabu kubwa sana ya kujua waliomteka, kwa sababu tayari alikuwa amezungumza mambo mengi, alikuwa ameuchanganya umma kwa namna nyingi, alikuwa ameleta hoja nyingi ambazo zilikuwa zinajenga mashaka kila anachokizungumza, uhalali wake, ukweli wake na kadhalika. Lakini kimsingi ni kwamba eh, kujua liku, ametekwa na nani, inawezekana kwamba vyombo fulani fulani vikahusika, kwa sababu tayari alikuwa ameshaingia kwenye mgogoro na, na mamlaka na hivi. Kwa hiyo mm -hmm. pamoja na watu wengine kuweza kujitokeza pengine kumteka, lakini eh, vyombo navyo haviwezi kukaa mbali sana na tuhuma hii. Hmm. Kamanda Muliro alisema no, kwamba Polepole pole siku zote amekuwa akisema kwamba yupo nje ya nchi na kuuliza maswali kama ametekwa basi, linawezekana aje tukio hilo likafanyika Tanzania wakati mwenyewe alisema hayupo nchini. Kauli kama hizi kutoka kwa walinzi wa raia, polisi, zinaleta maana gani? Zinatoa picha gani? Zinatoa picha ambayo eh, wanaweza kupata nafasi nzuri ya kupenya na kuonekana hawajamkamata, eh, kwa, kwa sababu yeye mwenyewe alidai yuko nje ya nchi na kuna madai mengine alisema hawezi kukamatwa kwa sababu anamtegemea sana Mwenyezi Mungu, na mahala aliko ni sehemu salama mno kiasi kwamba vyombo vya dola hata kufika ni kazi ngumu. Lakini kimsingi alikuwa anasema hawezi kutekwa kwa sababu hawezi kukamatwa kwa sababu hajazungumza jambo lolote ambalo ni uongo, na masaala ya kwamba anaweza kwenda polisi mm, aliyakanusha kwamba hawezi kwenda hata kidogo, lakini pia akawa anaonyesha kama kama hali ya kujiamini sana hivi kwamba aliko sipala rahisi kumkutiliza kumkamata na pengine kadhalika. Lakini kimsingi ni kwamba e, madai ya kaka yake yanasema alikuwa nyumbani, hakusema ni ni lini alikuja. Mtu anaweza kujiuliza je, kisa hiki ni cha kipekee au ni sehemu ya visa vya aina hii ambavyo vimekuwa vikiripotiwa kutokea kwa muda mrefu huko nchini Tanzania? Hapana, ni, ni, utek, kama ni utekaji, huu ni wa kipekee kwa sababu haijaonekana hivi kufanyika eyesi na ni ushahidi mchache sana ambao umetokea mara nyingi kuonyesha kwamba huyu mtu alikuwa ametekwa na vyombo vya dola, lakini kumekuwa na visa vingi, wengine wakijiteka na kadhalika na wengine wakishtakiwa.